Hello mambo vipi! Manispaa ya Temeke inaendelea kufanya uboreshaji katika masoko yake, na leo TMC crew tumefika katika soko la Tandika kuona namna gani uboreshaji huo unavyoendelea kufanyika kwa manufaa ya wafanyabiashara, waweze kufanya biashara zao katika mazingira rafiki. Mimi naitwa Janita Joseph na nyuma ya kamera ni Shamsi Dadi, na vilevile kwenye drone tunaye Musa Chisongela, huku mwongozaji wa kipindi akiwa Sweet Betanjige. Karibu. Tumeingia kwenye soko la Tandika ambalo lipo kata Tandika. Ni soko ambalo lina takribani wafanyabiashara zaidi ya 784. Ni soko pia ambalo lilikuwa kwenye mpango wa ukarabati kama ambavyo tumeona masoko mengine. Ukarabati uliofanyika hapa ni maeneo manne. Tuna jengo la kwanza, tunaita jengo A limefanyiwa ukarabati wa paa. Tuna jengo B na jengo C pia limefanyiwa ukarabati wa paa lakini pia tuna eneo la machinjio ya kuku pamoja na wauza samaki pia limefanyiwa ukarabati kwa takribani zaidi ya shilingi milioni 90. Lakini kwa zaidi, kwa kuliboresha soko kwa mahitaji ya soko kwa muda mrefu, yaliyoombwa na wafanyabiashara, ambayo ilikuwa yafanyike ya takribani miaka ya minne iliyopita, na hatimaye ndoto zao zimetimia, ni kwa namna ambavyo mnaona hapa mbele yenu. Hapa tuna maeneo mawili ambayo kwanza yameanzia kufanyia ukarabati ya kufanyia ujenzi mpya na haya si mawili tu, tuna, tutakuwa na majengo manne hapa unapoona mbele yenu hapa; ni majengo yatakuwa matatu ambayo yatakuwa na vizimba ndani yake, lakini nyuma yetu hapa pia tutakuwa na jengo lingine ambalo litahusisha wauza kuku hai. Tuna adili na ujenzi wa shedi, tuna shedi nne, lakini nyuma yangu hapa tuna shedi mbili ambazo tuli plani kuanza kuanza kwa awamu awamu ya kwanza ilikuwa ni kujenga shedi mbili theni, baada ya hizi mbili tutawahamisha watu kwenye maeneo ya kujenga shedi zingine mbili zinazofuata. Kwa hiyo ukiangalia kwa sasa tulivyofikia ni kama asilimia tisini ya mradi wetu, maana jengo letu limebakisha kupiga bati na kukabidhi e, uongozi wa soko kwa ajili ya kuweza kuhamia. Kwa hiyo sofa tunategemea wiki hii e, tutawakabidhi Uh, ndani ya tarehe amini Ijumaa tutawakabidhi. Uh, then tutaanza maandalizi ya kujenga hizo shedi zingine mbili zinazofuata. Awali ya yote, nasema kwanza tunaishukuru sana halmashauri ya manispaa ya Temeke pamoja na kata yetu ya Tandika kwa kuona hali iliyokuwepo katika soko la Tandika na kufanya uboreshaji kama una ujenzi. Hilo kwanza peke yake tunashukuru kwamba Tandika Ine, ina inachukua ile ramani ya kari yako kama hivi tunavyozungumza, kwa tunahitaji tandike ile kari yako, yani hadi tuwe na sasa hivi hadi mpaka majengo yote ya zama yote yaondoke kubaki na asili ya majengo mapya. Ah, tunanufaika zaidi, kwa sababu kwanza kutakuwa na ongezeko la idadi ya wafanyabiashara, hicho ni kitu cha kwanza. Lakini kitu cha pili, soko inapokuwa katika hali ya kisasa, hata wanunuzi wanaongezeka, kwa sababu kwanza kutakuwa na miundombinu ya barabara, magari yatakuwa na uwezo wa kuingia mpaka ndani mfanyabiashara atamnani, mnunuzi atakuja, ataingia ndani, atachukua bidhaa, atatoka. Kama unavyoona sasa hivi, garigari imekuja mpaka hapa. Awali ilikuwa haifiki hapa, ilikuwa inaishia kule.